E bana, story ambayo imepop kwenye social network ni story ambayo inamhusu Chidi Benz. Chidi Benz kipindi hichi anapitia wakati mgumu sana baada ya kumpoteza mama yake Kipenzi. Tunafahamu kuwa Chidi Benz ni moja kati ya wasanii ambao wana upendo sana na mama yake, na baadhi ya interview akiwa anamhusisha mama yake pia kwa love ambayo anaionyesha. So imepelekea mpaka sasa hivi tunavyozungumza hivi mama yake amepoteza maisha, lakini pia jana ndo ilikuwa siku yake ya kumlaza aa, kaburini. So moment mbalimbali za maarufu kuja kumsupport Chidi Benz, lakini pia hata ndugu ambao tulikuwa tuwafahamu wa Chidi Benz tumewaona, lakini pia tulipata bahati pia ya kuzungumza na Chidi Benz. So moja kati ya story ambayo pia inazungumzwa sana na kuongeleka kwenye matukio ya msiba wa mama yake Chidi Benz ni story ambayo ikimhusu mtoto wa Chidi Benz wa kike ambao watu wengi pia walikuwa hawamfahamu so, kupitia msiba wa jana, na mtoto wa Chidi Benz ameonekana akizunguka katika maeneo ya upande wa wa watu ambao wameketi wanaume kwenye msiba. Tunafahamu kwenye msiba huwa kuna matabaka mawili ambao kuna upande wa wanaume huwa wanatulia wanakaa na kupiga stori, lakini kuna upande wa wanawake. so Chidi Benze akamwona mtoto wake anazunguka kule. So reaction ya Chidi Benze iliyokuja, akareact kama baba ambaye mtoto wake kamwona katika mazingira ambayo sio sahihi kwa mwanamke kupita kule. So alimwita na akamwambia pia aende akajiunge na wanawake wenzake. So hii kauli na namna ambavyo alimshtua na kumuita, so imewavutia watu wengi sana kuona kwamba tofauti tofauti ya nje, tofauti ya ndani ya mziki. Chid Benz kwa nje ni baba mzuri sana na, na, uh, malezi mazuri kwa watoto wake, na kitu ambacho amekifanya inaonesha dhahiri kwamba anamlea vizuri, lakini pia hataki mtoto wake akijichanganya na kutembea, uh, mbele wanaume wakiwa namuona kwa wingi sana. So hii ni kitu ambayo moment ambayo watu wengi sana wameipenda na kuona kwamba uh, pengine Chid Benz ni baba mzuri sana katika familia yake, lakini pia hata katika mtoto wake. So unamwona vipi kwenye hii clip ambayo anakuonyesha sasa hivi angusha komenti yako hapo, alafu itazame, alafu tuambie kwenye comment section eibwaaikitengm